Kipindi hichi ambacho Tanzania au jiji la Dar es Salaam limeshuhudia eh, changamoto ya maji, na sisi kama bodi ya Wami Ruvu tukasema hapana, tusikae tu tukajifungia, tuende field na tumejiridhisha kwa kipindi hichi tumeweza kujishuhudia wenyewe takwimu katika maeneo matatu. Moja ya kituo ambacho kikubwa tumeweka mitambo yetu kwa ajili ya kusoma takwimu za maji yanayopita kwa sekunde kwenye kituo cha Kibungo, mto Ruvu, inaonyesha kabisa. Hapo awali zilikuwa zinapita lita elfu nane na mia tatu kwa sekunde, lakini kwa sasa leo tumejiridhisha baada ya mvua hizi kunyesha kuanzia tarehe kumi na tano kumi na sita kumi na saba na leo tumejiridhisha wazi kwamba sasa hivi kiwango cha maji kinachopita kwa sekunde ni lita elfu hamsini na tisa na mia nne Lakini vilevile kituo kingine ambacho kinachangia maji pia katika mto wa Ruvu kituo cha mvua nacho kimetuonesha uh, motisha kwa maana kwamba hapo awali kilikuwa kinasoma lita elfu nne kwa sekunde, lakini sasa hivi kinasoma lita elfu tisa na mia moja kwa sekunde. Na hii yote imechangiwa na namna bora ya usimamizi wa rasilimali za maji hasa katika kuzuia watu waliokuwa wanachepusha eh, maji kwenye mto mkuu wa Wami Ruvu kwenda kwenye kilimo, ambapo watu hawa sisi tuliweza kutoa takwimu na taarifa mapema tangu mwezi wa nane, kuambia kwamba shughuli za kilimo zitasimama kwa sababu mwaka huu, kutokana na taarifa za TMA inaonesha kabisa wazi kwamba eh,